Ya mamposa kwa ni mamposa mtu gani? Mtu wa imani ya kiroho. Sasa wao nusu zao za nani? Si za ola au nusu zao za nini? Kalumanzila, chukuli tayari shamba tena na mvua. Bro, si masiala Kamala kwanza kashatisha watu huko. Una habari? Sijui. Kamala papi ni gile anasave ile ya pili ya hivi anadaka ile pataka. Ah! Shemeji karuka karuka, shangazi karuka kashangilia Kamala. Jamaa akakasirika. Wewe Kamala unamshangilia kama nani? Nampenda Kamala, ama oh. Tuachane taraka juu, hamjui nyie mdogo mdogo, ndo wale tunazidi kuselebuka. tuna mi navyomjua tena mama yetu Samia Hassan Suluhu, unaweza ukasikia wiki nzima kazi hamna kwa wana wanasimba. Ukifika ofisini kwa bosi wako, naambia bwana, mimi naendelea kushangilia simba, hakuna kufukuzana kazi hiyo. Unajua umuhimu wa makalio wewe, kalia kichwa Naam tunazungumza michezo kama ilivyohada tumepata pasi milioni shabiki na mwanachama kindakindaki Simba Sports Club alishuhudia Simba Sports Club ikipoteza kule ugenini Almasi goli mbili kwa sifuri pia alishuhudia Benjamin Mkapa Simba akifuzu nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kwanza kuema pasi milioni e bara fresh fire moto wale wote namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema nikiwa kama balozi wa Grant nikiwa na afya njema tele k namshukuru sana Mungu sana, sana, sana, sana, sana. E, niko vizuri niko faya. We ni mmojawapo ulioshuhudia robo fainali Simba Sports Club clb zidi Almasi kule ugenini Simba lipoteza bao mbili kwa sifuri, ukaja Benjamin Mkapa ukashuhudia Simba Sports Club ikifuzu nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kwanza. Hongera, hongera wa kwetu sote, wapenzi na wanachama wa Simba Sports letu ni moja na target ni kwenda nusu fainali. Ilibatika kweli kwenda masli, niliona gemu, tulitawala ball position ya kumwaiga mpira mkubwa mno. Tulikosa bahati na chagizo kubwa lilikuwa steli ya uchoyo wachezaji walikuwa peani pasi kwa kweli. Namshukuru sana mwalimu wetu aliligundua hili na technical bench kwa ujumla, mechi yetu ya marudiano wakawa wamejipanga likisasa. Nashukuru sana viongozi wangu, mwenyekiti wangu mtazamangugu, na jopo zima walishikamana kwa umoja, kwa ujumla mayara, niliwaona umoja wao mshikamano wao. Ukija ukiangalia hata kwenye bodi yetu ya, ya, ya Simba Sports, wajumbe wote nilibatika kumwona mbunge wa Mlalo unafikiri, Mheshimiwa Shangazi Rashidi Shangazi, kwa kuli Mheshimiwa Rashid Shangazi alinaye katika watu ambao walitumia nguvu kubwa sana kupata matokeo na hata sisi wanahamasa wa Simba Sports, mashabiki wenzangu, tangu tumudi zetu Misri ilikuwa tunachagiza mwanzo mwisho eh, na kigoma chetu cha Simba tupeleke nusu finali cha King Faida la Bauche, eh, wote tulikuwa letu moja, twende nusu finali, twende nusu finali. Na wapongeza serikali mama yetu kipenzi Samia Hassan Suluhu aliliona hilo, akasema goli kuna milioni kumi. Mzee wetu wa heshima He, katika mashabiki shabiki wa siku nyingi sana, mzee wa ubayo ubwela mzeazi mdeuji alisema ukitoa asisti ukifunga kuna milioni tano, nililiona japo kijana wetu mwanachama na kipenzi wa Simba yupo kaliako pale kwenye jengo letu la Simba Electronic, yeye aliaidi kwamba goli zikishafika kwanzia nne ndio naye anaanza kutia mzigo, nne azikufika lakini wana Simba wote tulikuwa letu moja, mshikamano wetu wote, Tanzania yetu yote ilikuwa yetu moja, kila unayemuona, ili nalo lilichagiza mpaka tukafanikiwa. Kwa kweli, mimi namshukuru sana Mungu wangu, tumefarijika wana Simba. Dua na sala ndo zilitawala bro, zilitawala kweli kweli, amini usiamini na washukuru sana wana Simba ni fulani lokuwa nayo bro, kuingia una nusu si masiala. Narudia tena kuambia wana Simba wenzangu kuiona nusu si masiala. Rudi nyumbani. Narudia tena na bado nasisitiza. Rudi nyumbani kamwambia Shemeji apike nusu afu ule. Ndio utaona nusu, nusu. <laughs> ina ugumu gani kuipeleka mwenye peke yako? Bro, nusu si masiala na mimi kwa lesi maina siku tatu nafunga kavu kavu, uwezo ukaamini kudadale kisifu tulu wala nini kwa fulani nilikuwa nayo. Na siku ile niliahidi kwamba nitaenda kulala Ikulu. Nilifika Ikulu mimi pa. Lakini sikutoboa nikamwambia oya, hapa ah, hakuna eneo hili watu siola mchezo mchezo. Kweli nilizingatia taratibu na sheria, nikarudi zangu nyumbani. Bro, nimefarijika sana sana sana sana. Ah, sana. Wana Simba tumeenjoy, tumeenjoy sasa hivi ukipiga kwenye jama zetu ndo hawapo tena barabarani. Ilikuwa kwa kweli, mimi nilikuwa naumia na sana naongea na unge, na nikiwapa tawi la mpira pesa Magomeni kwa kina Shabani, mpira pesa Nikuwa naumia sana ukikutana na ndugu zetu wa utopolo hawa, kila anapokuona, nalikuta baba zima lina midevu yake mwaka nobo, tena lina bana pua mwaka nobo. Sasa nilikuwa naumia sana, sana, sana. Namshukuru sana Mungu wangu dua na sala bila kumsahau, yani nitakuwa sijatenda haki katika mtu alikuwa ananitia moyo mimi kwamba lazima pasi milioni tutaingia, katika tutaingia kakangu wa miskondo mzee wa kanzu nyeupe alhaji, aliambia bwana pasi milioni tutaingia na mjomba Alawi mjomba Alawi bwana, walinitia sana moyo, nikaona kweli bwana, unajua nalaa mimi wewe wewe ungeniona siku mbili hizi au yeah. ungeambulia ungeambulia maokoto japo sinagivile yani, yeah. Anafurahi ah, sana sana <laughs> kumbe watu wa Tanzania walikuwa wanaita mwakalobo mwakalobo, kumbe walikuwa wanakutana sana tena walikuta baba kabisa linabana mpaka pua <laughs> ah, Mungu bwana sio baba aziza <laughs> Kwa Twitter mwa Kalobo, hey, kila ukikutana nayo, kila ukiongea naye mwa Kalobo. Na, na mimi nashukuru sana viongozi wangu kwa kupitia semaji wetu. Waliliona wakatuambia kwa pata kuja waridi wa Dar es Salaam, Sheikh wa Dar es Salaam. Dua zake tumeziona. Wakasema anakuja bulldozer mwamposa, dua zao tumezo. Tuliamua sasa hivi kukimbilia, tupeleke nguvu zote make robo robo zilizidi. Robo bwana zilizidi zilikuwa tayari hizi kwa shaka kwa kalaa. Kupeleka kwa viongozi kama wale wa kidini imetusaidia. Wanasema uh, nusu ya Mwamposa ile ya mafuta ya upako ndio jambo la heri, vile vile. Sasa wewe ukitaka kujua kama ya Mwamposa, kwani mwamposa mtu gani? Mtu wa imani ya kiroho. Sasa wao nusu zao za nani, si za ola ola au nusu zao za nini, Kalumanzila? Sisi tumekwenda kwa viongozi wa kiroho, Mungu ametusaidia. Unajua Simba sisi, ndio maana tunamtanguliza Mungu. Simba huwa tunapenda sana kumjua Mungu kama yupo, na ndio maana tumemaliza tumemshukuru Mungu kwa kila mtu na imani yake. Hakuna kwamba eti umalize ukachinje kwa makafala watu wanywe supu? Hapana, hakuna aliyokunywa supu, labda utoe kafara, hapana. Hiyo ndo Simba, tumemaliza, watu wameshiriki ibada kama kawaida, tumerudisha tume, tume, tume, tume kwa Mungu wetu. Wewe mwenye si ulikuwa unaenda kwenye supu au umesahau? una bakuli lako kule kulekule unaekewa, ujui ikachinjwa katoka wapi, uelewi kafara lile mlikuwa mnakunywa tu bila wenyewe kujua simba tunayo. Ndio maana tumekimbilia kwa kila mwamposa, hakuna kuchunja mbuzi wala kondoo, yote tumemwachia Mungu wetu muumba mbingu na nchi. Kakangu wale asilimia 99.9 hawajalizika, sisi kuingia hawajalizika, ni wachache sana, akiwepo baba Ziza Mheshimiwa Waliziwani, mimi alinipigia simu alinitakia kila laheri niingie kweli. Nampongeza. Alikuwa anambia unajua swala hili nalo la, la, la kinchi. Tumepeperusha bendera ya kinchi. Kila mwarabu aliyokuja hapa akakiona cha moto. Na ukiangalia kimetusaidia na nampongeza Baba Aziza Mheshimiwa Ridhiwani Kwete mwe waziri wa kazi, ulemavu, ajira, ofisi ya waziri mkuu kwa dua zake na sala zake tumeziona. Eh, tumeziona zimetusaidia. Na mwana buguluni yake kwa mnyamani Ahmad Paz. Watu ambao walikuwa wakituombea kila laheri. Imetusaidia, e, imetusaidia, e, sana sana, ndio hichi kilichotusaidia, wana Wanasimba, tumepenya, tumetoboa wa. tuko nafasi ya nne, tuko nafasi ya? Na waamini msemaji wao Jusikati aliongea, walikuwa anaomba at least nao kwa Afrika mashariki na kati wafike nafasi ya tano. Wapi bwana wewe, nafasi ya tano? Utaingia kwa kuchinja mbuzi au kuchinja kondoo watu wanywe supu? Unaingia kwa kumwomba Mungu. Wanasimba tumemwomba Mungu wetu, tumeingia na masiala masiala, tunaingia fainali sababu msauzi, sisi tunamudu kwa kumweka Mungu wetu mbele. Tunamudu tukimweka Mungu mbele na imani kabisa, tukimweka Mungu mbele. Na hii nachotaka kuambia wanasimba wenzangu, nguvu za maombi tulizotumia kuingia nusu finali tutumie mara mbili yake, siyo kwa mara moja, tutumie mara mbili yake. South Africa wale jamaa tusije tukawadharau, ni timu nzuri, tusije tukawadharau hata kidogo tutumie nguvu kubwa sana, twende fainali. Na fainali Mungu akitujalia, tunaanza ugenini. Tukianza ugenini, mechi ya mwisho inakuwa kwetu. Lupaso inakuwa tayari mdogo mdogo, ndo wale tunazidi kuserebuka. Tunaamini navyomjua tena mama yetu Samia Hassan Suluhu, unaweza ukasikia wiki nzima kazi ya muda kwa wanasimba au ukifika ofisini kwa bosi wako, naambia bwana, mi naendelea kushangilia Simba, hakuna kufukuzana kazi hiyo. Ah, hiyo <tipi> atajua wenyewe, atajua wenyewe <tipi> <yotajua, tipi> shughuli tayari, shambatana na mvua bro. sima siara, Kamara kwanza kashatisha watu uko, una habari? Kamara papi ni gile, ana save ile ya pili ya hivi anadaka ile pachaka ha? shemeji karukaruka, shangazi karuka, kashangilia Kamara Jamaa kakasirika, we Kamala, unamshangilia kama nani? Nampenda Kamara. Oh, tuachane talaka, juu amjui nyie. Kamara kachashia watu, Zan, watu hizo. Ah, zijui za ufukunyuku hizo <laughs> si bado watabwabwashingo ja kutoka, huwezi kujua hizo <laughs> Hiyo ndo Simba blo, watu wameachana, watu wameachana, wanashindwa kusema ukweli. Ukweli ndo huo, hii nusu watu wameachana kinoma noma, kiubaya ubwela Ha, tuna enjoy wana Simba sasa wana Simba, wana Simba tuna enjoy tuna ili mradi tu usiharibu taratibu za nchi yetu ufuate sheria bila shuruti uende eh, na taratibu za nchi yetu, ndipo ndugu yako naenjoi tuna furai. Ulikuwa kwenye hali gani uh, baada ya Simba dakika 90 wa mabao mawili kule nyumbani kule ugenini mlipata mlifungwa mabao mawili, Benjamin Mkapa mkashinda goli mbili, ulikuwa kwenye hali gani maana Simba Sports Club kuambiwa ameenda matuta Musa Pimping Kamara ni jambo la faraja. Kwanza namshukuru sana mwekezaji wetu usajili aliofanya mwekezaji wetu ni usajili hasa wa kimataifa zaidi. Kama mimi mzoa mipasi milioni nili enjoy sana, nili fly sana unajua unapokuwa na kipa kama yule, vile ndio vitu muhimu vya watanzania kukaa kuvizingatia. Kipa kama yule mtu ndio una haki ya kusulutisha hata viongozi wetu wamwombee uraia. Blo no, Waarabu wanajua kupiga penati lakini wamekutana na kipa ambaye anaijua kudaka penati. Kwanza nampa pongezi golikipa kocha uh, ama golikipa wetu, kwa sababu yeye ndo mtu pekee aliopeleka majina kwa technical bench kwa ujumla kwamba wapiga penati tano za kwanza nataka wapige hawa, kwa sababu kwenye mazoezi huwa anafuatilia kamala nani anayemfunga, ndio akapendekeza wale majina. Nafikiri uliona bitu bomba alipiga juu dari. si suliona ile ngoma ilikuwa juu ya dari? <laughs> penalti zilotukuka ya mwisho kabisa baba Esta, ndio baada ya kwanza. Napongeza sana technical bench, narudia tena sana kulipongeza. dakika za nyongeza, bado dakika moja, bado dakika moja, baba Esta alipiga ile ngoma, ndio ilikuwa inaingia nyavuni ikagusa nguzo nondo, kidogo pa asalenge gonga nondo, ilikuwa tayari mkwala anamalizia sasa. Pamoja kwamba alikosa, lakini naye alikuwa naye yuko makini kwenye kupiga penalti ya mwisho, akuwa tayari na mawazo ya kufikia lile goli ambalo alilokosa, kapiga penalti ambayo imetuvusha nusu finali. Katika wachezaji ambao ataingia kwenye rekodi ya simba kuingia nusu finali, naye yupo. Mimi nafikiri wewe, Simba tunaingia nusu fainali wewe hata bado hujaja duniani duniani hupo bado eh? Kwa hiyo naye ameingia kwenye rekodi, karibu wachezaji wote, hata mashabiki wote ambao walikuja pale uwanjani, nao vilevile waliingia katika rekodi zetu. Kwa hiyo kama mimi kama mimi nilisikia furaha sana, kwa sababu mpaka leo bado natamba, naongea neno lolote lile, ilimradi siharibu taratibu na sheria za nchi yetu, naendelea kuflai bro, na flai sana. Klabu imeisha. Ah, watu washasahau tena, kazi kwa wao, kazi kwa wao, waamini kilichotokea. Na nikwambie kitu kimoja, hii ni heshima kwa nchi, ndio maana utakuta kuna baadhi hata watani zetu bado wanaendelea kutupa salamu na kutupa pongezi, akiwepo mkurugenzi wa manispaa ya Busokelo Mbeya e, mkurugenzi wa manispaa ya Busokelo Mbeya e, ndugu dokta Mwinyi Omari Mwinyi ye katika watu ambao walinipa pongezi naye mmoja wapo, naye japo yuko upande wa watani wetu, japo wengine bado wamekunja, e, akiwepo aliwatania Hamza Mnyika, mzee wa zigiziwa kule, e, bado shanikazingiziwa bado wamekunja mpaka leo sijaona hata salamu zake za pongezi yani bado wamekunja yani kina mf... bado kinamuuma na tutaka nimwambie aliwata ni mzamnyika hii football bwana mimi najua ni mtu wa mpira tu bwana tu asiliane huu ndio ubaya ubwela wajipange mwakani na wao japo wametia aibu unajua kwenye mashindano kama haya kimataifa afu nyewe ndio mko klabu bingwa afu kwenye kundi la watani wote awamo kwenye kundi la watani wote awamu kwenye kundi letu tukwa tunakwenda. Kuna mmoja anacheza na Berkane yule CS nani wale, na sisi Simba Sports. Kwa hiyo kama mimi mzoa mipasi milioni naendelea kutamba pasi na shaka ni wote kaka. Ah, natanuka wewe, wezi ukaamini nafunga kavukavu. Leo naenda siku ya tatu siri kitu yani, tangu siku ya ile mimi sijala ngoma kavukavu. Unaweza kusema kama ile madabia wa zamani wale, siku na mchana Mi naipeleka fula kikumbuka, siku ile naona kama kitu kimeingia kama nimekula mikoronya na nini. E bana, mi napongeza sana wa Simba, napongeza sana viongozi wangu, meneja wa timu ya Simba Sports, Patrick Lemamu, remamu veroni, veroni Selman matola na wenzake wote, jopo zima, daktari Edwin na wenzake wote, jopo lao na Simba wote, mi nalaa sana. Imeshika kasi, mtoto karudi Uswahilini. <laughs> Aii, tuwachie wenyewe hiyo, watajua wenyewe, ndio maisha yao walijichagulia. Ndo ayo situendeleze, sema mtoto si mnyama yule, wacha endelee kushangilia na timu yake bwana. Sasa mnyama kashaingia nusu kama hivi eh, stress unapatia wapi? kila kimfikiria mnyama akaingia nusu e, eh, furaha tena. Ntataka niwasiliana naye, una namba zake nataa tuasiline tukienda wote tukashangilia timu yetu. Tuwe naye, nafikiri tutakuwa naye. Katika watu nafikiri naye atakuepo na stress, stress, ajabu. ajabu. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Naambia tu tuana Simba mshikamano na ikitoka lkata tiketi basi tujae mara mbili yake. Napongeza sana wana Simba eh, walijitoa kweli kweli kakaangu. Eh, bosi wa Manchester United, Young Africans wakiwa wanakabidhi jezi. Umeiona kwanza pasi milioni ile jezi? Nani? Bosi wa Manchester United akikabidhiwa jezi na Young Africans. Anawajua <laughs> maana tatizo kuwajua anawajua au ndo wamejipeleka tu. Maana kuna kujipeleka na kujulikana anawajua hmm. Wako nafasi ngapi barani Afrika ya mpira sisi tuko nafasi ya yani, nne lakini wala utukuti tunaenda mbio mbio sana sana, nilimuona Chiko. Tena kwenye Amasa Chiko. Eh? Huyo nani? Chiko. Chiko ambaye tuko naye kwenye Amasa, kiongozi wetu wa Amasa. Chiko ndo nilimuona. Hana wasiwasi. Viongozi wetu wametulia na mambo yao. Unajua viongozi wetu wako bize eh? Viongozi wetu wako bize. Kwa ndio maana kaenda Chiko kwenda kuwakilisha na viongozi wetu. Haujaona kama Chiko kaonana naye? Eh? Sasa si wako bize bro, kisha kuwa bize yani, viongozi yani, kiongozi akiwa bize anatuma watu tuwawakilishi kama wale kameramani na Chiko nini kitengo cha habari abari. Ahmed Ally mwenyewe naye yuko bize eh, pasi milioni mwenyewe yuko bize sasa. Wale shughuli ya kufanya hawana, ndio maana mara umewaona na yule nene. Eh? Hiyo ndo Simba bro, tuko nafasi ya nne barani Afrika, viwango vya kafu, hivyo ndo vitu vya kuongelea. Yule mwenyewe anaangalia oh, nafasi ya ngapi? Oh, nani, nani ya wapi bwana Pasi milioni, kwa hiyo msimu huu mnapeleka kwa Mama Samia Suluhu Hassan, napeleka kombe, sio medali, ndio tageti yetu. Lakini hapo tukimweka Mungu mbele, sisi watumalizi. Maneno tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Kama Mungu akipenda, tunaweza tukapeleka kombe. Nia tunayo, sababu tunayo na uwezo tunayo. Tuna technical benchi ambalo lina aredi ware ya juu ukiangalia wachezaji wetu wana vitu vyote, wana wana ball balance, wana ball technique, wana ball brain, wana ball food, wana ball speed, wana ball bbb zote zimekamilika. Kwa hiyo Simba tunajiamini kwa idara zote, mpaka mashabiki wenyewe wa Simba Sports tunajiamini. Tuna confidence ya kuongea na kibinadamu wa aina yoyote, ili mradi huu watuharibu tu taratibu za nchi yetu yetu. bro, inategemea <laughs> E, mi mara nyingi nalindwa na Mungu tu. E, mwingi wa rehema, Mungu ndo anailinda. Bodyguard unaweza ukamtegemea, mara mbanganyu chini chali. E, mi nalindwa na Mungu so sili huku <laughs> na bana pua kuichabalia <laughs> <yao. laughs> Bana ndo hivyo ndugu yangu e. Ha, mwenye kilanga apewi pole. Ha, mwenye kilanga apewi pole, mwenye kulitafuta mwana kulipata Eh, sina mambo mengi leo kivile bro. Salamu kwa Young Africans. Kufutu kwenye robo fainali. Ah, haiwahusu. Hii haiwahusu. Wangekuwa kwenye kumi bora kidogo barani Afrika ningeongelea. Sasa kumi bora barani Afrika wapo. Hii hata haiwahusu. Ngoma sio yao, shughuli sio yao, watafute shughuli za kufanya basi. Lakini kwenye football kwa mwaka huu wamwachie mnyama endelee kufanya vitu vyao. Eh, na nategemea Tundamani eh, atatoa kitu cha kutuburudisha wana Simba Tundana baya, moyo mweupe kama tishu. Tunda man anamkubali sana mnyama kwa kweli, big up, Tunda man. Atoe kitu wanasimba tuendelee kufurahi. Nilitabiria na hata tuko masi, nilisema kwamba mkwala unapotaka matokeo mwanzishe, ukishapata matokeo ya kutosheleza ndio unakuja kumuongeza Ateba, aja tulize mpira aja tulie na watu, maisha yaendelee bro. Eh.